Karibu mtazamaji. Stakabadhi za kupigia kura kwenye chaguzi ndogo zijazo zimesambazwa katika maeneo 22 ya kupigia kura, huku tume ya uchaguzi IEBC ikiwahakikishia Wakenya kwamba zoezi hile litakuwa la usawa na haki kulingana na katiba. Akizungumza katika ghala la kusambaza vifaa hivyo katika maeneo tofauti hapa Nairobi, kamishna wa tume hiyo Mohamed Nur Hassan pia amesema kwamba tume hiyo haijapokea rasmi malalamishi kuhusu madai ya hongo wakati wa kampeni huku wakisisitiza kwamba iwapo uchunguzi utabainisha madai hayo, basi hatua itachukuliwa kwa waliohusika. So, sisi yetu ni kutengeneza mazingira mema ya kuhakikisha kwamba uchaguzi imefanyika bila shida yote. Ninyi kama tume mmeridhishwa na kiwango cha maandalizi ya uchaguzi? Kabisa, kwa sababu tume hili inaongozwa na kamishina ambao wana wana, wana wana experience ya kutosha, na bila shaka pia tuko na sekretariat ambayo imefanya election kwa miaka mingi sana. Na tuna hakika ya kwamba maandalizi haya yamefika kiwango ambayo tunahitaji ifike tuelekee huko kawa.